Kabla tukio baya halijatokea kwenye ulimwengu wa kimwili, kuna dalili zake kwanza kwenye ulimwengu wa kiroho. Hofu ya ghafla, ndoto nzito, amani kuondoka bila sababu, hizi si bahati mbaya. Katika video hii nitakushirikisha dalili nane zinazoonyesha kuna tukio baya linaandaliwa kwenye ulimwengu wa kiroho, na dalili namba saba itakushangaza kabisa. Kabla tujaendelea na somo letu la leo,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 kupata mzigo mzito wa maombi usio wa kawaida. Unajikuta moyo wako unasukumwa kuomba. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane na mstari wa 26, imeandikwa nukuu: Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo ishara ya kwanza ambayo dalili ya kwanza ambayo inaonyesha kuwa kuna tukio baya kwenye ulimwengu wa kiroho, unashangaa ndani yako unaanza kupata mzigo mzito wa maombi usio wa kawaida. Roho Mtakatifu anaanza kukusukuma kwenye maombi, ndani yako unaanza kusikia kuna mzigo mzito wa maombi usio wa kawaida. Yamkisa kuna muda unaweza ukashtuka usiku wa manane, ukashangaa ndani ya moyo wako kuna mzigo mzito wa kuomba. Unasikia kuna mzigo ndani yako wa kuomba, kuna uzito, kuna mzigo mzito wa kuomba ndani mwako, kuna mzigo wa maombi ndani yako. Kwa hiyo ukiona ishara hii, Roho Mtakatifu anakuwa anakuonyesha kuna tukio baya ingia e, kwe, kwenye maombi. Kuna tukio baya nataka kutokea. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi, unaanza kuomba, lile tukio baya linazuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho kabla halijatokea kwenye ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho, kuna tukio baya kwenye ulimwengu wa kiroho. Unashangaa ndani yako unapata mzigo mzito wa kuomba, unasikia kuna mzigo mzito wa kuomba unasikia, kuna roho inakusukuma kwenda kwenye maombi. Kuna muda unaweza ukaingia kwenye maombi, ukiomba sana, unasikia ndani yako amani inatawala, unasikia ndani yako ule, ule, ule mzigo wa maombi unashuka, una, una kabisa, unajisikia sauko vizuri. Kwa hiyo hii ni ishara ambayo hutakiwi kuipuuzia hata kidogo, kupata mzigo mzito wa maombi usio wa kawaida. Lakini dalili namba mbili ambayo inaonyesha kuna tukio baya kwenye ulimwengu wa kiroho ota ndoto mbaya mara kwa mara, yaani unakuwa unaota ndoto mbaya mara kwa mara, kila ukilala unasikia. Yani, kila ukilala unaota tu ndoto mbaya, kila ukilala unaota tu ndoto mbaya. Mara unaota unakimbizwa, mara unaota unazama kwenye maji, mara unaota unaota kuna watu wanakufunga. yani, wewe unaota tu ndoto mbaya mbaya, mara unaota unashambuliwa, unapigwa risasi, mara unaota unachomwa mkuki, mara unaota unanyongwa, mara unaota unazikwa. yani, unakuwa unaota tu ndoto mbaya mbaya mara kwa mara, na zile ndoto zinakuwa zinajirudia mara kwa mara. Hii ni ishara Mungu anakuwa anakuonyesha kuna tukio baya kwenye ulimwengu wa kiroho. Siku zote ndoto ni njia mojawapo ambapo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15, imeandikwa nukuu: kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Mungu anasema kwa kuwa Mungu unena mara moja, Naam, hata mara ya pili Yaani, ukiona ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Kwa hiyo ukianza kujiona unaota ndoto mbaya mara kwa mara, Mungu anaweza kuwa anakufunulia kana kwamba kuna tukio baya linataka kutokea na lengo, na lengo Mungu anakuwa na kufunulia lengo ili we uombe kuzuia tukio hilo baya lisitokee. Kwa hiyo Mungu anaweza kufunulia mara kwa mara. Ukisoma Biblia utaona Mungu alimwonya Yusufu kwa ndoto. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya pili na mstari wa kumi na tatu imeandikwa nukuu: na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto eh, akasema ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Unaanza kuona Mungu hapa anamtokea Yusufu katika ndoto malaika anamtokea Yusufu katika ndoto, anamwambia ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anamtafuta mtoto, anataka kumtafuta mtoto amwangamizi. Yusufu alivyoamka kutoka kwenye ndoto hakuipuuza ile ndoto, alivyoamka akakimbia, akakimbilia Misri. Kwa hiyo ukiona, ukianza kuota una, una ndoto mbaya mara kwa mara ni ishara una tukio baya kwenye ulimwengu wa kiroho, hutakiwi kulipuuzia. Hapa Yusufu hakupuuzia ndoto, baada ya kuamka akamchukua mamake wake akamchukua mtoto wake wakakimbilia Miso. Kwa hiyo ndoto ni sehemu ya taarifa za vita vya kiroho. Kwa hiyo kwa hiyo ni muhimu sana usipuuzie ndoto nazo zote, ukianza kuota ndoto mbaya kufanya maombi ya kuzuia ndoto mbaya. Kama unaota unakimbizwa na wanyama wakali au unaota ndoto mbaya, unaanza kukiri, unasema kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, mabaya yote yaliyopangwa juu yangu, katika jina la Yesu ninayaharibu, ninayasambaratisha kwa damu ya Yesu. Lakini dalili namba tatu ambayo inaonyesha kuna kuna tukio baya kwenye ulimwengu wa kiroho: kukosa amani ghafla bila sababu. Yote unashangaa ndani yako, unakosa amani ghafla yani unakuta unakosa amani. Amani ndani yako, unakosa kukosa amani ghafla ndani ya moyo wako ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuna tukio baya kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ukiona ndani yako, unakosa amani ghafla, ulikuwa unataka kwenda kufanya jambo fulani, ghafla ndani yako unakosa amani, tambua kuna tukio baya ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya tatu na mstari wa 15 imeandikwa na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitia katika mwili mmoja tena, iweni watu wa shukrani. Na amani ya Kristo iamue moyoni mwenu. Ukiona ndani yako unakosa amani, uashiria kuna tukio baya, uashiria kuna kitu hakiko sawa, uashiria kuna jambo baya. Kwa hiyo ukijiona unakosa amani ghafla ndani ya moyo wako, unatakiwa kuomba. Lakini jambo la nne Dalili ya nne, kushambuliwa kwa ratiba yako ya kiroho. Una ratiba yako ya kiroho inaanza kushambuliwa, unaona uvivu wa maombi, unaanza kupata uvivu wa maombi. Ulikuwa ni mtu wa kuamka usiku wa kuomba, lakini sasa hivi hata kuomba unaanza kuona uvivu. Una, una, ukianza kuona ratiba yako ya kiroho inashambuliwa, ulikuwa unaona, ulikuwa unaanza kuona uvivu wa, ma, wa uvivu wa kufanya maombi, unaanza kushindwa kabisa kusoma Biblia, unaanza kushindwa kuhudhuria ibada kabisa, yaani unajisikia umekuwa mzito, ukitaka kuomba una, unashindwa hata kuomba. Hii ni dalili ya hatari sana, ambayo utaipuuzia kwa sababu shetani anaanza kushambulia kwanza ratiba yako ya kiroho akifanikiwa, akimaliza kushambulia ratiba yako ya kiroho, kuna tukio baya litakupata. Kwa hiyo ukianza kuona ratiba yako ya kiroho, ulikuwa ni mtu wa maombi, sasa hivi huwezi kuomba, ulikuwa ni mtu unayependa kusoma Biblia, unapenda kusoma neno la Mungu, sasa hivi hata kusoma neno la Mungu hauwezi, ukishika Biblia unasikia usingizi tu, unalala hapo hapo, ni ishara mbaya sana. Hii ni dalili mbaya sana, unatakiwa uamke ukiona Dalili ya namna hii ni dalili mbaya sana. Kwa hiyo ratiba yako ya kiroho inaanza kushambuliwa, unaanza kusikia uvivu wa kuomba. Yaani wewe tena kuomba, unaona ndani yako kuna uzito katika kuomba. Unaona ndani yako kuna uzito mzito. Yaani huwezi kuomba kabisa. Kama kusoma Biblia unashindwa ukishika Biblia huwezi kabisa, ndani kabisa yako kuna mzigo mzito kabisa. Yaani unaona huwezi kabisa kuomba, huwezi kabisa. Ukisoma Biblia utaona maombi ya Danieli yalichelewa kwa sababu ya upinzani wa kiroho eh? maombi ya Danieli yalichelewa kwa sababu ya upinzani wa kiroho. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya kumi na mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na tatu imeandikwa, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipo, ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa nami, na nimekuja kwa ajili ya maneno yako, lakini mkuu wa ufalme wa jemi alinipinga siku ishirini na moja bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu, mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa jemi. Unaanza kuona ukisoma kuanzia kitabu cha Danieli sura 10 na mstari wa kwanza. Utaona Danieli alifunga wiki tatu, majuma matatu, ambao ni sawa na siku 21, yuko kwenye maombi ya mfungo. Maombi yake yalizuiliwa na mkuu wa anga la wa jemi, kwa hiyo maombi ya Danieli yalichelewa kwa sababu ya upinzani wa kiroho eh? Kwa hiyo maombi ya Danieli alifunga siku ishirini na moja, lakini maombi yake yalikuwa yamezuiliwa na mkuu wa anga la Uajemi, akayazuia maombi yake eh. Kwa hiyo shetani anakuwa anashambulia ratiba yako ya maombi, anaweza kashambulia ratiba yako ya maombi, kashindwa kabisa kuomba ukashindwa kabisa eh. Anazuia ratiba yako, anaishambulia ratiba yako ya maombi. Lakini pia ukisoma Biblia utaona Paulo alizuiliwa na shetani. Ukisoma Biblia utaona Paulo alizuiliwa na shetani. Ukisoma kwenye kitabu cha wa Thesalonike wa kwanza sura ya pili na mstari wa 18, imeandikwa kwa hiyo, tulitaka kuja kwenu na mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Paulo alizuiliwa na shetani eh? Kwa hiyo ukianza kuona unapata upinzani, upinzani kwenye ratiba yako, ratiba yako inashambuliwa, unatakiwa jua kuna tukio baya. Uh, lakini dalili namba tano mahusiano muhimu yanaanza kuvurugika bila chanzo lisi. Mahusiano yako muhimu yanaanza kuharibika, yanaanza kuvurugika. Ukianza kuona mahusiano yako muhimu yanaanza kuvurugika, basi utakuta kuna tukio baya liko kwenye ulimwengu wa kiroho. Shetani hushambulia umoja kabla ya kushambulia matokeo, anaanza kuharibu kwanza mahusiano. Kama ulikuwa na mahusiano watu wazuri, shetani anaanza kuharibu yale mahusiano na kosa network anakuangusha kabisa lakini. Na dalili namba sita: kuanza kupata onyo la roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaanza kukuonya, unaanza kupata onyo la roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaanza kukuonya kabla, yani kia, hii ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuna tukio baya. Roho Mtakatifu anaanza kuonya, anaanza kutahadharisha, mwanangu, kuna tukio baya, kuna kitu kibaya kinakuja. Utakiwa kupuuzia maonyo ya roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akishaanza kukuonya, utakiwa kupuuzia hata kidogo.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 na hali namba saba inaonyesha kuna tukio baya, vizuizi visivyoeleweka vinaanza kujitokeza, mipango mizuri inaanza kuharibika, yani, mipango mizuri inaanza kuharibika, vizuizi vinaanza kutokea, shetani anaanza kuzuia. Ana, naza kuona vizuizi visivyoeleweka vinaanza kutokea, amki katika kazi, katika mahusiano, katika ndoa, katika uchumi, kwenye biashara, unaanza kuona kuna vizuizi, unakutana na ukinzani usioelezeka. lakini dalili namba nane inaonyesha pia kuna tukio baya, inabidi ukae vizuri uombe. Neno la Mungu linaanza kukuchoma kwa uzito, unaguswa sana ukilisikia neno la Mungu. Neno la Mungu la kugusa sana eh? unahisi kuonywa eh? unahisi kabisa, ah, Mungu ananisemesha, Mungu ananionya mimi. Ukilisikia neno la Mungu unahisi kabisa Mungu anakuonya eh? una unaimizwa kuchukua hatua. Ukilisikia neno la Mungu unasikia lile neno la Mungu la kusukuma la kuimiza eh kuchukua hatua, la kuimiza la kwa yani ukilisikia neno la Mungu lina kuchoma lina kuimiza, unakuona kabisa Mungu hapa anasema na mimi, Mungu hapa anazungumza na mimi. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha uh, laonyesha uh, kuna tukio baya. Kwa hiyo ukianza kuona ukisikia neno la Mungu leno la Mungu laanza uh, kuimiza kuchukua hatua, lina kuimiza kuchukua hatua, lina kuimiza kufanya maamuzi, la kuimiza ukisoma eh, kitabu cha Waibrania sura ya nne na mstari wa kumi na mbili Imeandikwa, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma, hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo ukianza kuona moyo wako, neno ukilisikia neno la Mungu linaanza kukuchoma kwa uzito, linakugusa sana, unahisi kuonywa, unahimizwa kuchukua hatua, ni ishara mojawapo kuna tukio baya kwenye kenye ulimwengu wa kiroho natakiwa, uchukue hatua mapema, usipuuzie. Ni matumaini yangu kuna jambo ambalo umejifunza. Kama kuna kitu chochote ambacho umejifunza, basi naomba ucomment chini nimejifunza zaidi. Lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki, akajibu haja ya moyo wako, akafungue milango ya baraka, wewe utakayeshare linki ya video hii, katika jina la Yesu. Nakupenda sana, tukutane kipindi kijacho.